Magari yote ya usafiri ya Super Metro yatakamatwa iwapo yatapatikana barabarani. Hii ni baada ya kamanda wa trafiki na Nairobi Fredrick Ochieng kuthibitisha kupokea barua kutoka kwa mamlaka ya usafiri NTSA. Haya yanajiri huku maafisa wa kampuni hiyo wakienda mahakamani kupinga kufutiliwa mbali kwa leseni za magari yao wakidai kuwa ni dhuluma. Ode Francis ana taarifa kamili. Siku moja baada ya NTSA kufutilia mbali leseni ya kampuni ya usafiri ya Super Metro kwa madai ya kutozingatia sheria, kitengo cha trafiki kimevalia njuga suala hili baada ya kupokea barua na maelezo kutoka NTSA. Tutashirikiana pamoja tuhakikishe kwamba hiyo magari hazitakuwa eh, kwa barabarani, na ningeweza kueleza wananchi kwamba eh, wawache eh, wakati huu kutumia hiyo magari sababu zikikamatwa ama zikipatikana e, zikiwa ziko e, e, kwa barabarani zitachukuliwa hatua na zipelekwe kwa police station ile itakuwa karibu. Sasa wewe ukiwa umepatikana kama uko abiria, namaanisha kwamba utashuka. Kama ulikuwa umelipa e, pesa, sasa hiyo itakuwa ni hasara. Kufuatia ripoti ya kifo cha abiria anayedaiwa kuaga dunia baada ya kuabiri gari la Super Metro Idara ya polisi ingali inachunguza kisa hicho, huku kondakta aliyekuwa kazini akisakwa polisi. Wanasema wafanyikazi wa kampuni hiyo pia watajipata mashakani so, Metro saa hii inafaa wakatae kuendesha hiyo magari sababu gari ikipatikana, kikamatwa, mwenye gari atastakiwa na kufanya biashara ya gari ambayo imekatazwa laisensi yake, lakini mwenye kuendesha atastakiwa na kuendesha gari ambayo imekatazwa opareshoni yake. Na sasa kampuni ya Super Metro imeelekea mahakamani na kutaka leseni yake kurejeshwa kupitia bodi ya rufaa ya leseni za usafiri. Ode Francis, Runinga ya Citizen, Nairobi.